Tunajua ya kwamba tunaenda kwenye mwezi wa Ramadhani na sisi, mwezi wa Ramadhani kwa kweli ni mwezi mtukufu, ila umekuwa wa baraka kwa dhehebu zote wa Kristo na Waislamu. Kwa miaka mingi tumeona pale Dar es Salaam watu wakifanya Ramadhani Cup. Nishaongea na wale viongozi, Mheshimiwa Waziri, na kesho tutakuwa na kikao nao kuhakikisha kwamba tunaunganisha na wizara, Ramadhani Cup tunaipeleka kwenye mikoa mitano, yawe ni mashindano yanayohamasisha na kuwafanya watu tukabaki pamoja. Unajua mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ni kama kwa lazima vile, Wakristo na Waislamu wote tunakaa pamoja, na wengine tumelelewa kwenye familia za Kiislamu, kwa hiyo tunafunga pamoja kwa sababu usipofunga pia unajisikia vibaya wa kwenda kula daku au au kula futari ya mtu inakuwa kama kombe. Sasa sisi tungependa tutumie pia fursa hiyo michezo yetu weza kutunganisha Ramadhani Cup. Ni ukosefu wa adabu, ni ukosefu wa adabu, maanake hawa Ramadhani Cup wakitoka kwenye Ramadhani Cup watakwenda Ijumaa Cup, watakwenda Masahaba Cup, hao watakwenda Adhuhuri Cup, watakwenda watakwenda watakwenda msho Hebu kuwe ni na adabu na dini ya Mwenyezi Mungu na wote wanaoyafanya hawa, ni kuambia ni Waislamu, naomba mnichukie mpaka kiama. Yanayofanywa haya ni Waislamu watupu. Kama nilivyosema, kuna wengine huwa hawafungi, wanakula mchana ili usiku aingie akiwa na afya nzuri, anakula mchana. Hata Iblisi ajawahi kufanya sema, ah Mungu, mi nimekuasi, lakini huyu ah, amechukua division 1.7 katika kuasi. Tumwombe Mwenyezi Mungu salama. Najua ujumbe huu utawafikia, naomba nyie watu wa media, warushieni hao Ramadhan Cup watanijua mierusaganya ndio nimeongea, lakini nawaambia ukweli, naomba wanichukie mpaka kiama. Ramadhani cup ni ukosefu wa adabu, ni ukosefu wa adabu. Wanaacha tena siku hizi kuna mabinti nao wanakwenda kuwashangilia. Na akichukuliwa mchezaji mmoja katika timu hizi mbili za hapa Tanzania analipwa m milioni moja, milioni moja analipwa ramadhani cup. Jamani nyinyi watu wa ramadhani cup Dar es Salaam, hebu kuweni na adabu, mwogopeni Mungu, mnapoteza hela Wanaanza kusema kwani wewe unasaganya hela yako, hiyo sio hela yangu. Lakini kama uyaamini kwamba hiyo aya inayosema sio sahihi, subiri ufe, utasema ya laitani na hutarudi. Maana yake kabali ya kaburini, mwanangu, ile kabali konki. Umeshasikia mtu akiingia kaburi na anafanya nini? Ukishapigwa kabali to kaburini, hamna kutoka, na unaona kila kitu kwenye screen. Sasa wenzetu walioko hapa, haya makaburi ya mwenye mkuu, wallahi wanasikia, wanasikia kila kitu, na hizi adhana wanasikia, wanatamani warudi. Allah hayuko tayari. Na kuna wengine hapo mwenye mkuu, kwenye mkuu, kwenye makaburi na makaburi mengine ni yani, neema walizopata kwa mema walioyafanya wakiwa hai, wanatamani warudi waongeze, haiwezekani. Wanakula bata huko. Sasa kuna watu wamezikwa ni vijana, watoto wadogo, wa mpaka sasa mvi zimejaa kichwani. Maanake kila siku anachukua mkongoto, kuanzia asubuhi mkongoto, alfajiri mkongoto, adhuhuri mkongoto, alasiri mkongoto, magharibi mkongoto, ishai mkongoto, ijumaa mkongoto. Aai, acha kututisha, si kutishi bwanangu. Huyaamini haya, subiri ufe mwanangu. Naomba maindi mpaka mkauke, lakini ukweli wa kuwachapa bakora ni sisi. Tena nakupiga kwenye mshono umetoka thta. Sasa hivi chana live mwanangu, siku chani ninakutoboa. Lazima tuambiane ni sisi. Haya maneno ninayasema mimi Rusaganya, nasema mimi Rusaganya jeu. Uliwaambia, nitaambia, niliwaambia. Walikuwa jeuri, waliniona kama mi nataka kuwaomba hela.